Ni simanzi imetawala katika mtaa huu wa Ligulatesi uliopo katika halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, mara baada ya mmoja wa mkazi wa mtaa huu kukutwa akiwa amejinyonga chumbani kwake, ambapo tumezungumza na baadhi ya mashuhuda akiwemo mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na majirani zake, na wameeleza namna walivyokuwa wakiishi naye kwa majina anaitwa Florida Celestini. Nimeamka asubuhi nimefanya kazi zangu. Kwa hiyo kana nimekaa pale nje na ushaosha vyombo naona kuna harufu kali na inzi. Ikawa nashangaa huko ndani kuna nini? Alafu kizingatia kuna chumba cha pili ambacho kinatazamana macho na cha kwangu. Kuna feni leo karibia siku ya nne na unguruma, tukashangaa hii feni mwenyewe, ameondoka feni ameacha oni. Asa luka, nikashanga, kuna nini baadaye na harufu oh, ah, kali na inzi wanatoka. Ni kwa maamuzi yangu mimi nikatoka nje nikauliza wenzangu, jamani, ndani kuna inzi wakali wanatoka na kuna harufu kali, lakini nahisi sio panya. Nikasema ngoja nikaambia wenzangu, tukaenda nyumba ya pili, tukaazima ngazi, nikapanda juu, nikaweka ngazi ndani, nikapanda juu, nikachungulia. Nikiangalia kitandani hamna mtu, ila nikiangalia pembeni nakuta kuna kitu kimesimama, yani shingo imelala hivi na ameshanyooka, na juu kuna kamba ya neti amefungia, imempita shingoni. Nikashuka nikaambia wenzangu, jamani, mbona mtu yupo na amesimama lakini aisi kama amekufa. Nikashuka mwenzangu, naye akapanda kaangalia kweli, akapanda na mwenzangu, watatu akapanda kaona kweli. Tukatoka pale, tukaamua tumfuate mwenyekiti ili tupate uhakika. Bahati nzuri, tukaenda kwake ki, mwenyekiti alikuwa na safari zake ambazo siwezi nikazijua, tukampigia simu akapatikana kwa mwenyekiti, akafika. Alipofika tukamuelezea, ndio tukaanza kusambaza sasa. habari yangu Sheila Muhamedi Dede, marehemu alikuwa jirani yangu Toka majuzi tulikuwa tumwoni, tulijua amesafiri ameenda kwao, ila mm, tulikuwa tunashangaa maana feni aliacha wazi, kawa nashangaa mbona hajafunga hajazima feni e. Basi jana tukaona harufu kali, leo tukashindwa kuvumilia ile harufu tukaenda kuazima ngazi Tuipo angalia kule chumbani tukamkuta amekufa, amesimama tu amejinyonga. Kwetu okay. e. tulikuwa tu tunaongea naye kawaida tu e. okay. alikuwa rafiki mzuri, e, alikuwa rafiki mzuri tu kwetu. Alikuwa anakaa na mke wake, ila mke wake toka mwaka juzi akamwacha Mm. Mdini. Mdini wa Lindi. Majina anaitwa Fauzia Nguya, mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Ligula TES kata ya mm, Shangani hapa mtaani kwangu, kumetokea tukio tukio la kusikitisha. Kuna mkazi wangu anaitwa Mr. Shazili, yeye ni mfanyakazi wa manispaa, ni askari mgambo, kwa hiyo nimepata taarifa majira ya saa sita nimepigiwa simu na wakazi wangu wakatoa. Mimi mwenyewe niko kwenye harakati zangu tu za kawaida, sikuwepo maeneo ya nyumbani kwao, nikapigiwa simu kama mwenyekiti huku mtaani, kuna jirani yetu hapa tumesikia kuna harufu kwenye chumba chake na hatujamuona leo kama siku ya tatu. Sasa tumepata harufu na mainzi, nikaambia sasa, mmechukua taratibu gani? Wakasema tumechukua ngazi Tumepanda juu kuangalia juu kwenye kwenye dari. Tumefanikiwa kumuona akiwa ananing'inia. Kwa hiyo moja kwa moja nikawa nimepata nikapata nika, nime, nime, nime, hika kama huyo mtu amefanyaje? Amejinyonga. Kwa hiyo jukumu lililochukua mimi nimetoka huko kwenye harakati zangu nikaenda moja kwa moja kwenye kituo cha polisi. Nimeenda nimetoa taarifa, kwa bahati nzuri nikafuatana na askari. Nikaja naye hapa kwenye nyumba hii ya huyu marehemu. Wamefika wameangalia nyumba kweli imefungwa. Kilichoendelea askari akasema yeye ya anaondoka anaenda kuwafuata askari wenzie, kwa sababu wote, kila mtu ana jukumu lake. Kwa hiyo wameenda kumfuata askari, ikiwezekana na daktari waje hapa waangalie jinsi gani na kitu gani ambacho kitaendelea. Na na mimi kama mwenyekiti na wafanyakazi wenzake wa huko manispaa tunaendelea kufanya utaratibu wa mawasiliano na ndugu zake ili wafike hapa, ikiwezekana watakapofika askari na daktari chochote watakachokiamua basi kama kukabidhiwa maiti kwa ndugu zake basi mwili uchukuliwe waende wakazike. Ndioje kupata fununo kwamba kuna, kwa kusema kweli, mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote na fununo yoyote kujulikana huyu mtu labda kuna kitu gani kilikuwa kinamtatiza, kwa sababu mlango wa askari bado hawajavunja, watakapofika wakivunja, huenda kama kuna maandishi yote ameyaacha hapo, ndo tutajua huyu mtu alikuwa amepata kazi ya hii kwa tatizo gani e ya, alikuwa anaishi peke yake tu. Ni askari, kawaida yake ilikuwa anaondoka jioni anaenda kwenye kazi zake za ulinzi, akisha arudi asubuhi basi anaweza labda akajiandalia chakula. Baada ya hapo inawezekana asionekane tena, ataonekana labda jioni kama watu wanakuwepo, atamuona. Kwa hiyo naona ndio maana imepelekea kuto kujua mapema kwa sababu watu wakijua labda ipo kwenye shughuli zake za kawaida tu hili tukio na wasiwasi inawezekana labda limetokea kati ya Ijumaa au Jumamosi, kwa sababu mimi mwenyewe siku ya Alhamisi nimeonana naye, alikuja pale nyumbani kwangu kwa sababu huwa tuna kawaida ya kuwasilia na kuwasilianawasiliana. Jina naitwa Muhammad Said Mwadili, ni mlinzi kuu wa, ma, wa, wa Manispaa Mtwara Mikindani. Nimepokea taarifa za askari wangu askari mgambo wangu ambaye namwongoza kwamba amekutwa chumbani kwake akiwa amejinyonga. Hizi taarifa nilizipokea kwa masikitiko makubwa, kwa sababu ni moja ya mfanyakazi wangu bora sana ambaye tunapambana katika majukumu ya kimapato ya halmashauri na miundombinu mingi ya serikali. Nilikuwa namtegemea, nilipopata hizi taarifa nikajikuta siko sawa. Kwa hiyo nimefika eneo la tukio, nimekuta mazingira sio sio sio rafiki. Nimethibitisha kwa hilo ila, ni askari wangu ambaye nilikuwa namtegemea, hana shida yoyote kwenye kazi changamoto ni za kawaida za kiutendaji wa kazi, kwa sababu ni binadamu, lakini ni askari ambaye namwamini na sijawahi kusikia taarifa zake zote tofauti ambazo e, zingeweza kumpelekea yeye kuchukua maamuzi magumu kama haya ambayo yeye ameyachukua. Naye kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara amethibitisha kupokea kwa taarifa za tukio hilo, huku akieleza kuwa bado chanzo cha marehemu kujitundika hakijafahamika. Kweli leo tarehe kumi, mwezi huu wa kumi na moja 2025 mida saa sita mchana, uh, pale kituo cha polisi cha Mtwara kituo kikuu ilipokelewa taarifa kwamba huko katika kata ya Shangani katika mtaa wa Ligula, uh, katika nyumba alikuwa anaishi mtu mmoja anaitwa Shazili Ally Nammanda, kwamba majirani walikuwa hawajamuona kwa, kwa siku kama mbili hivi tatu na wakawa wanasikia harufu, ha, harufu mbaya kutoka chumbani kwake. Wakapata wasiwasi kuna nini, wakaja wakatoa taarifa muda saa sita, maaskari polisi walifika wali eneo la tukio na wakalazimika kuvunja mlango, mlango kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani, na walipoingia ndani katika chumba cha huyo ndugu Shazili, wakagundua kwamba bwana Shazili ambaye ana umri wa miaka arobaini na tatu na ni mwenyeji wa Lindi lakini kwa sasa anakaa hapa na amepanga katika hiyo nyumba, amekuwa amejitundika, amejitundika kwa kutumia kamba ya chandarua kile cha kujifunika mbu, alitengeneza kamba kwa kutumia chandarua na akajitundika katika kenchi iliyo katika, katika dari ya nyumba kwa, chumba ambacho alikuwa anaishi. Basi kama ilivyo wa kawaida, uh, mwili li okolewa hapo na ukafikishwa katika hospitali ya Ligula kwa ajili hatua nyingine ikiwa ni pamoja na kutambuliwa, na tayari kuna mtu ameshajitokeza kusema kwamba anamfahamu na ndio huyo ambaye alitoa ushuhuda kwamba ni mwenyeji wa mkoa wa, wa Lindi, lakini amekuja hapa tu na kwa kufanya kazi na anafanya kazi, ni mtumishi wa, wa halmashauri ya manispaa ya Mikindani katika kitengo cha ulinzi. Yeye ni mlinzi pale na ni mwajiriwa wa hiyo halmashauri. Kwa hiyo ni kweli huyo mtu amejinyonga, na sisi tunaendelea kuchunguza kutaka kujua sababu iliyomfanya ajinyonge, kwa sababu katika upekuzi wa awali hakuacha ujumbe wowote wala hakuacha salamu zozote kwa mtu yoyote juu ya jambo hili. Ni jambo ambalo ameliamua mwenyewe, kwa sasa tunajua ni hivyo, na akafanya hicho kitendo cha kujitanguliza cha mbele, mbele ya Mungu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu maharapema pema peponi. Amina. Heri Abdalla, Chivihi Midia, Mtwara.